Mwenye haki akitawala watu hufurahi. kuwaomba haki yenu, mumpe kura Mweshimiwa Gombo Samandito Gombo kuwa raisi, Mwheshimiwa Ibrahimu Mwakwama kuwa mbunge yeye kwenye jimbo hili la Uyole, Mweshimiwa Benadi kuwa yeye awepo kwenye udiwani, mumpe kura na naomba mumchague Gambo zamanizo Gambo ili abadilishe katiba, lakini ametoa ahadi kwamba pindi atakapochaguliwa, siku hiyo hiyo ametoka kuapishwa, atamwachia Tundu Antipas Lissu kwa sababu mashtaka, tunaamini kwamba mashtaka ya Tundu Lissu ni mashtaka ambayo yanasababishwa na matakwa ya kisiasa kwa hiyo tunaomba, oh, mumchague gambo samandicho gambo ili itendeke haki sawa kwa wote. Mtakapopiga kura zenu, tunaomba msogee pembeni mita mia mbili, muhakikishe kura zenu. Je, oh, mmeipa Ibrahimu? Je, kura hizo wamepewa gambo samandito gambo? msiingie katika mitego ambayo itasababisha nyinyi wananchi wa Uyole mpate matatizo, lakini mna haki ya kulinda kura zenu. Msifanye makosa mkamchagua Tulia. Yeye anaamini kwamba anawasaidia, lakini yeye hawasaidii kwa ile mikopo yake, hawasaidii kwa sababu analipa, mnalipa riba. Tuna maumivu sana wana Mbeya wote, ukiangalia jimbo la Mbeya mjini, lakini jimbo la Uyole, wote maumivu tunayolia ni ya aina moja, na ndio maana kwenye wimbo wao mmoja wanaimba kwamba wacha waisome namba America, hey! lakini wakiisha pita, wakikaa madarakani, ile namba ikichorwa ubaoni, wote tunaisoma, well, yeah, yeah. ukweli ni huu, mmoja nitukwambie, well, yeah. Katika kipindi ambacho watanzania tunatakiwa tuungane kwa pamoja, tuwe na sauti moja, ili tusije tukafanana na nyumbu au ng'ombe walio kwenye zizi moja, wanasubiri kuchinjwa. Sisi CCM wamekuwa ni kama wametufuga, wametuweka kwenye banda kama kuku, wanasubiri ifike Krismasi atoke nani. Lakini kwa sababu watanzania wana ninyani anapokufa mwenzetu, badala tuungane kupiga kelele, watupe sababu kwa nini wenzetu wanapotea na wao wapo madarakani, watoe kauli moja kama chama kinachopigania haki za wananchi, wananyamaza. Alafu huyu dada ndani ya Bunge anasema matukio ya kutekwa ni machache tu, hayana haja ya kuyapa muda ya kuyajadili, tujadili maendeleo. Kuna maendeleo gani unajadili wakati mwanamke mwenzako nyumbani analia amuone mtoto wake? Kuna vitu ni waambie Watanzania, kuna vitu ni waambie Wanauyole, tukifanya mistake kumrudisha tulia tena madarakani tumepinduka tena. Miaka mitano na miaka mitano sio michache kama mnavyoifikiria. Miaka mitano ni mingi bana, ni msoto wa mvua na jua, miba na sindano kali, na vifo juu. Hiyo miaka mitano, leo hii tumetengeneza taifa la vijana wa oga, vijana ambao wana kite. yao kwenye taifa lao, kwa sababu wanajua endapo tu wakihoji wanayoendelea kwenye taifa hili watauawa. Kuna haja gani kuwa na chama cha mapinduzi madarakani? Sikia niwaambie, wananchi wa jimbo la Uyole, hebu tuiamini CUF, tumwamini Gombo, tumwamini kijana wetu ambaye tumemweka hapa, Ibrahim. Ninayo mengi sana ya kumsemea.